Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Mtu ambaye kwamba ataona video hii na thamani kwake, basi inshallah ataisikiliza na ataiangalia, lakini kama kuna mtu ambaye kwamba ataiona haina thamani, basi apite. Mimi nilikuwa nasema jambo moja, watu wengi wanaangaika sana, watu wengi wanafadhaika kwenda kwa waganga, kwenda kwa nini, lakini leo nataka nitoe sababu moja ambayo kwamba itakufanya wewe na utamshukuru uta uta Allah tabaraka wa taala, na pia mimi utanipa hongera yangu, kwa sababu kuna faida moja nataka nikupe, ambayo kwamba itakusaidia. Nitatoa sababu kama tatu za kukubaliwa dua na kukufanya wewe ambaye kwamba unao uliofukuzwa uliofukuzwa katika kazi yako urudi na wewe ambayo kwamba nyota yako ambayo kwamba imeshuka ipande, na wewe ambayo kwamba una unaona matatizo matatizo, yani riski upati ukipata hela yani inaishia katika mikononi mwa watu. Nataka nikupe faida moja. Faida ya kwanza, wewe mwanadamu, kwanza jichunguze. Jichunguze kwa sababu swala la kwanza ambazo kwamba linapote linapoteza riski ni uchafu uchafu wenyewe wa kumwasi Allah. Swala la kwanza, acha zinaa. Zinaa ni uchafu ambao kwamba amba unasababisha manuksi, unasababisha kila aina ya matatizo kwenye mwili wako. Cha pili, acha kusengenya. Unaweza zinaa, unaweza ukaona zinaa haufanyi, lakini ukawa unakithirisha ibada, ufanikiwi. kwa nini? Acha kusengenya. Cha tatu, acha kuwasema watu vibaya cha nne usichonganishe watu. Cha tano kithirisha sana kujitenga. Usipende kukaa sana kwa watu, yaani usiwe unapiga mazogo mazogo sana. Kuongea sana haifai, kuongeaongea maneno ambayo kwamba sio ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Ukiweza njia hiyo utafaulu na pia vile vile tuna mwendelezo ambao kwamba kuna vitu ambavyo kwamba nitakuongezea. Tutaanza eh, dua ambazo kwamba isifari ambazo kwamba utazifanya, dua ambazo kwamba utatumia inshallah. Video unayofuata nitakuelekeza, wabillahi taufiki, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatu.